Kama umewahi kupanda mlima, kuna muda miguu kama inakufa ganzi, pumzi zinakata, kila sehemu ya mwili wako inakwambia acha. Halafu unapokaribia kukata tamaa, mara unapishana na mtu anayeshuka, anakuambia umebakisha dakika 20 tu, kaka, pambana. Ghafla kila kitu kinabadilika, unajikaza kidogo mpaka unafika kwenye kilele, kisha unawaza nilikuwa karibu sana kukata tamaa kabla ya kuona mandhari hii. Sasa kwa chochote kile unachokipitia sasa hivi, haijalishi ndoto yako ni ipi, biashara, malengo, afya au wito wako wa ndani kabisa. Sikiliza hii. Uko karibu zaidi kufikia malengo yako kuliko unavyofikiria. Usikate tamaa sasa. Mafanikio mara nyingi hujificha nyuma ya kivuli cha umbali. Wala hayatumi ujumbe akisema labda umefikia asilimia sabini na tatu, bali hupanda mbegu, unamwagilia kwa miaka huu ni kitu lakini ghafla, kila kitu kinachanua. Hebu fikiria mfano mti wa mianzi. Miaka minne hakuna kinachoonekana juu ya ardhi, kisha ndani ya wiki sita tu unakuwa kwa zaidi ya futi tisini. Mizizi yako inaendelea kukua, juhudi zako zinaongezeka kwa nguvu, na shida zote unazopitia ni ushahidi kwamba unajali. Changamoto unazopitia ni upinzani ndio, lakini zione kama ni mtihani wako wa mwisho kabla ya mafanikio. Watu wengi hukata tamaa muda mfupi kabla ya kufanikiwa. Usiruhusu hilo liwe hadithi yako. Badilisha njia zako ikibidi, lakini kamwe usiache kusudi lako. Siku zote kumbuka ni kwa nini ulianza, kumbuka ulipotoka. Na pale shaka inapokuambia njia hii haitafanikiwa, asiijibu shaka hiyo, kuwa Labda ndiyo, sasa mafanikio yanaanza. Wewe ndiye shujaa wa hadithi yako, na hiki ndicho kipindi kinachoamua yote. Kwa hiyo, endelea kupanda, endelea kujitokeza, endelea kumwagilia mianzi yako, kwa sababu mwaka wako wa tano unakuja. Kilele chako kiko karibu zaidi kuliko unavyofikiri, na utakapofika kileleni, utafurahi kwamba haukukata tamaa.